Chat GPT hapa, kuna kuna bato bato, hii ni kuhusu DaVinci pamoja na Adobe Premiere. Japokuwa DaVinci inajitegemea, haina software nyingine, lakini Premiere Pro ina software nyingine. Kwa mfano, ina After Effect. Ili uweze kufanya effect, unatakiwa uwe na After Effect, lakini DaVinci iko kitu akina na efekti zake zenyewe unaweza ukafanya after efect mulemule ukiwa lakini umeimasa lakini pia ina color grade. Sasa hivyo vyote tunataka tujue kati ya DaVinci na Adobe ipi ni programu nzuri? Unaelewa. Okay, ukiachana na Primia kujifungafunga au ghafla kukrash. Nimeelewa kabisa unachomaanisha. Kwa mtu anayejifunza na ambaye anataka programu inayojitegemea, DaVinci Resolve mara nyingi huwa chaguo bora. Inatoa rasilimali zote ndani ya programu moja bila kutegemea software nyingine, na hivyo inampa mtumiaji uhuru wa kujifunza bila usumbufu. Kwa upande mwingine, Adobe Premiere Pro ni nzuri kwa haraka, inafanya na inafanya vizuri pamoja na After Effects, lakini inaweza kuwa na changamoto za kucrash kama ulivyosema. Kwa hivyo, kwa mtu anayetaka kujifunza bila matatizo mengi, DaVinci Resolve ni chaguo la kwanza, kwani inakupa kila kitu inachohitaji nandi ya package moja. Uh, asante kwa hilo lakini, ipi inafanya color grade vizuri hapa? Ni kweli kwamba Davinci Resolve ndiyo inayoongoza kwa color grading. Inajulikana duniani kote kama chombo bora zaidi kwa kurekebisha rangi, na ina zana za hali ya juu ambazo hufanye color grading kuwa rahisi na za kina kwa upande wa Adobe Premiere Pro ina zana nzuri za color grading kupitia Lumetri color, lakini kwa ujumla haifiki kiwango cha DaVinci Resolve. Hivyo kama lengo lako ni kupata matokeo bora ya color grading, DaVinci Resolve ndiyo chaguo la kwanza, lakini Premiere Pro pia inatoa matokeo mazuri, hasa kwa wale wanaopenda urahisi na ufanisi wa haraka. Kwa hivyo, kwa color grading bora, DaVinci Resolve ni chaguo la kwanza. so DaVinci Resolve ameshinda kwa asilimia ngapi, na Premiere Pro ameshinda kwa asilimia ngapi? Hiyo inategemea sana kile unachokipa kipaumbele. Kama lengo lako kuu ni color grading ya hali ya juu, basi DaVinci Resolve mara nyingi inaongoza, kwani ina tools bora zaidi na ni maarufu kwa colorist wa kitaalamu. Sawa, nataka kujua pia uh, sasa hivi tumeona uh, Amini Adobe amekuja na swala la AI pamoja na DaVinci. Uh, kwa jinsi unavyoona kwenye AI ya DaVinci na na Premiere ipi iwe bora zaidi? Hiyo ni mada ya kisasa kabisa. Kwa sasa programu zote mbili zinajaribu kuingiza teknolojia ya AI ili kuboresha ufanisi na kutoa zana za kusaidia mhariri. DaVinci Resolve inajulikana kwa kutumia AI katika color grading kupitia Da Vinci Neural Engine ambayo inasaidia kubaini rangi, kurekebisha kwa haraka na kuboresha ubora wa picha kwa haraka zaidi. Yes. Kwa upande wa Adobe Premiere Pro, AI inatumika kupitia Adobe Sensei ambayo inasaidia katika mambo kama auto reframe, kugundua maudhui na kuboresha uhariri, uh, kwa kutumia algorithms za AI. Kwa ujumla DaVinci Resolve inaonekana kuwa na nguvu zaidi kwenye color grading na uboreshaji wa picha, lakini ina Adobe Premiere Pro inatoa urahisi wa matumizi, hasa kwa wale wanaotumia bidhaa nyingine za Adobe kama After Effects na Photoshop help. Kwa hivyo ni suala la upendeleo na kile unachokipa kipaumbele. Kila moja ina faida zake za AI, na mwisho wa siku chagua bora.

Oa, wanangu, mi sipondi Premiere Pro, nawambia ukweli. Mmemsikia ChatGPT alivyosema kwa makini zaidi. Mi sikufosi uje uje kwenye DaVinci, lakini mimi najaribu kukwambia urahisishe kazi zako kwa haraka, ni hilo tu yaani. Mi sikupondi o unaitumia, hapana na, ah, ah, na kuhusu swala aliolisema, ukiachana na graphics card kila kitu lazima utakimbia huko ulipo. Kwa hiyo kiukweli unatokea ujitafakari kwa mapema sana kwa sababu utapoteza muda. Yani sasa kama sasa hivi mtu anyambie swala la utengenezaji wa matangazo yale ya faster, unywekee Canva, alafu unywekee CapCut na hizi zote unalipia, mi nakushauri chukua CapCut. Kwa sababu CapCut una uwezo kuedit picha, una uwezo kutoa green screen, na hivyo hivyo pia Canva unaweza kuedit picha, unaweza kutoa green screen lakini sasa uh, ule mtu ambaye mwenye kazi nyingi kukurahisishia kutoa kwa haraka ni CapCut. So Canva unaelewa. Lakini tukija sasa kwenye hizi software mbili hizi ambazo ni maarufu hizi Premiere, DaVinci. Mimi najua kwenye shule yako uliosoma kwenye masuala haya ya habari wao umefundishwa Adobe Premiere, si Audition. Unaelewa, lakini muulize mwalimu wako kwa nini umeshindwa kutufundisha Da Vinci. Na Da Vinci ni ya muda mrefu, ile programu ni ngumu, huo ni ukweli, ni ngumu, lakini ukimaster ni nzuri zaidi, kwa sababu ile una uwezo wa kuedit audio kama unavo edit kwenye kwenye kwenye nini kwenye Audition, sijui nini hizo, una uwezo wa kuedit audio, japokuwa soko kubwa ule sana, lakini ule amejitahidi ame kukuwekea kila kitu pale. Sasa wewe ndio utajua kufanya nini. Kiufupi, kama uwezi kutoka kwenye Premiere Pro, mimi nakushauri jitahidi kujifunza software zote, kwa sababu kuna sehemu unaweza ukaenda Uh, maybe haujabeba kompyuta yako alafu ukaikuta pale anayetumia ni master mmoja amekaa hivi, ana makorokoro kibao kwa ajili ya color grade, anakuambia pro, uh, program unaotumia mimi DaVinci Resolve. So, so utaweza kufanya kazi uh, na unahitaji hela kwao, lazima ufanye kazi kwao, unakushauri